Majukumu machache ambayo ni makubwa ya sisi ni kuhakikisha kwamba tunahakikisha amani inakuwepo, preservation of peace, ndio kazi yetu kubwa ya msingi. Tunafanyaje? kwa kufuata taratibu. Tunafanyaje? kwa kufuata sheria. Tunafanyaje? kwa kushirikiana na wananchi e, tuone kwamba tunahakikisha amani inakuwepo lakini kwa kuhakikisha kwamba watu wanafuata sheria. Hayo ndio majukumu yetu. E, lakini kuzuia watu wasifanye makosa na ikiwa bahati mbaya wameyafanya, basi sisi tuzitumie sheria kuhakikisha kwamba mtiririko wa kisheria unafanyika kuhusiana na kile kitu ambacho kimetokea. Sisi Jeshi la Polisi tunatambua kwamba serikali hii ambayo sisi ni miongoni mwa watumishi wake ni serikali ya watu, na hiyo iko wazi kwa mujibu wa ibara ya nane kwamba hii serikali ni ya watu. Kwa hiyo tunatambua pia sisi tunawatumikia watu, lakini sisi pia tunatambua kwamba ibara ya kumi na nane ni ibara ya kikatiba ya uhuru wa maoni ya watu mbalimbali mbali. Tunatambua hayo. Lakini tunatambua pia kwamba ibara ya ishirini na sita inawakumbusha watu kwamba wanao wajibu wa kuzitii sheria za nchi ili umaintain hii peace na tranquility ambayo ni jukumu letu sisi pia, vipengele hivyo vinakwenda sambamba. Tunatambua pia kwamba pamoja na uhuru wa maoni kuwepo chini ya ibara ya kumi na nane, lakini ibara ya thelathini inatukumbusha pia mipaka kwa haki na uhuru kwa ajili ya kuhifadhi mambo ya msingi ya taifa letu. Kwa hiyo jeshi la polisi jukumu lake kubwa ni kuhakikisha kwamba watu wanaishi katika mazingira ambayo sio ya hofu, lakini mali zao na wao wenyewe wanalindwa. Hayo ndio majukumu yetu. Tunafanyaje? Kwa kushirikiana na ninyi. Sasa tumefuatilia sana mambo mbalimbali ambayo yamejitokeza katika mitizamo ambayo inaibuka katika mazingira labda ya vurugu yakijitokeza, nini kinafanyika kwa nini labda e, taarifa nyingi zinakuwa za upande mlengo labda wa mashariki au wa magharibi? Kwanza nikubaliane na ndugu yangu Kibanda pamoja na dada Joyce kwamba ni muhimu sana sisi kulitekeleza lile ambalo mmetukumbusha e, e, protection kama special agents katika kutekeleza maj, majukumu yenu. Sisi tunalo jukumu pia la kuhakikisha ninyi mnakuwa salama ili mzipate taarifa nzuri na tunaamini kama mngepata fursa ya kuwa na mazingira ya kuzipata taarifa hizi, labda tusingekuwa kwenye eh, taharuki ya baadhi ya taarifa ambazo zinajitokeza zaidi kuliko zile ambazo ninyi mmeweza kuzipata. Nikiri kwamba hilo tutalitekeleza kwa sababu tumekuwa karibu na ninyi, mpate fursa ya kuzunguka mkiwa na mazingira ambayo yako salama na muweze kueleza hali halisi zaidi ya mambo, na wala hatutaki mtupendelee kwa sababu ukilifuatilia, ukifuatilia matukio, hata ninyi mnaona yapo matukio mabaya yaliyofanywa na watu wabaya, ijapokuwa fursa labda haikupatikana, na kama imepatikana hi basi imekuwa mmeshatanguliwa na watu wengine. Kwa hiyo hilo la Dada Joyce pamoja na ndugu yangu Kibanda tutashirikiana kwa karibu tu coordinate, ili tuweze kulifanya kama ambavyo kwenye E, workshop mbalimbali tumekuwa tukikutana na kufanya. Mwisho mimi ambacho naweza kuwaambia wahariri na wanahabari wakongwe na wale ambao e, ni vijana. E, Hii nchi ni yetu. Hii nchi ni yetu. E, tusishabikie tusishabikie hata kidogo. Kaenda kwenye mlengo wa kufanya tuwe kwenye vurugu. Vurugu zina gharama, vurugu zina gharama. Kuna mambo ya kujaribu, lakini kuna mambo hata kwa taaluma hupaswi kuyajaribu, kwa sababu chochote kikitokea wewe na mimi mazingira yetu yatakuwa tof ya tofauti. Kwa hiyo jitihada ambazo Mheshimiwa Raisi amekwisha toa mwelekeo tuziunge mkono, lakini jeshi la polisi majukumu yake yataendelea kutekelezwa, kuona kwamba tunakuwa salama kwa kushirikiana na vyombo vingine vya dola. Na kusema kweli, kama msemaji wetu wa jeshi alivyotoa, eh, jukumu letu ni kuhakikisha ninyi wote mnakuwa salama na wananchi wetu, kwa kuzingatia misingi ya kisheria. Mwisho, sisi tutaendelea kusimamia sheria, kuona kwamba maeneo yetu hasa Dar es Salaam yanakuwa salama zaidi, na ninyi wahariri, pamoja na wananchi wote kwa ujumla, wanatekeleza majukumu yao bila hofu.